Hata mfuko wa jimbo haupitii kwake. Ndio maana uki, yani wale wa nchi zile, ndio sasa walitakiwa wajazishwe, sio hawa. Labda hiyo fomu tulitoa kule, ukimjazisha mbunge ukamwacha yule anayesimamia fedha za za nani, zinako kwenda huko, ni kuweka mtego ambako uliye mtega hapiti. Mheshimiwa Waziri, ukawe mkali kabisa, wataalamu wa, wa, wa wakitaka kuichengesha hiyo. Sisi kule kule Usukumani zamani kulikuwepo na mambo ya wizi wa mifugo, mkifata zile nyayo, akatokea mtu kila wakati anakuambia hii hii nyayo, yani mmeshaona kabisa ndo wezi walikopita, anamwambia hii ilikuwa ya wachungaji tu jana, mnamgeukia hapo hapo, baadaye anawaambia kwamba ni ile ile, mnakuwa naye kwenye yoe mle mle na yeye yumo na ndo anawaelekeza wenzake anayi, bak, hey! Sasa hii mambo hii ya kuweka mtego huku, afu wezi wako huku, hiyo hapana. Ninawasisitiza TAKUKURU kuendelea kulinda demokrasia, utawala bora, ubora wa huduma za jamii kwa kuhakikisha rushwa inadhibitiwa kikamilifu katika utekelezaji wa miradi ya utoaji wa huduma za msingi kama elimu, afya, umeme, hifadhi ya jamii, mafanikio ya vipaumbele vya ilani ya uchaguzi ya CCM na ustawi wa wananchi, ili kuweza kufikisha kutimiza malengo yao. Mara zote mnafanya kazi nzuri, tunawasisitizia tu mwendelee kuifanya kazi yenu hiyo nzuri. Ndugu viongozi na wageni waalikwa, pongezi zote nilizotoa ziwe chachu ya kuongeza bidii zaidi, na kwa kweli, kwa kweli kwa nafsi ya moyo wangu nilisema pale mwanzo na narudia tena, tunawapenda na kazi yenu ni nzuri. Vyombo vyetu mmefanya kazi nzuri, songeni mbele <laughs> na kwa wakuu wengine wa vyombo mlioko hapa, wafikishieni na wenzenu, serikali iko pamoja nanyi, kazi yenu ni nzuri, songeni mbele. Hivi <laughs> ambavyo vinaelea kila mtu ajue vimeundwa. Pana kazi nzuri inafanyika. Pana kazi nzuri inafanyika. Tusiangalie tu dosari tukaacha kazi kubwa ambayo imeshafanyika na kauli mbiu yetu ya kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu, ni jambo ni kauli mbiu nzuri sana inayoishi, tuendelee nayo na kama nilivyosema pale mwanzo, nirejee kutoa rai kwa Watanzania popote pale wanapoona pana jambo linahusiana na hiyo, tulalamikie kwenye tupeleke malalamiko hayo kwenye chaneli sahihi ili yafanywe kazi. Tusiwashitue tu wezi, ukilalamika hadharani tu hivi hivi unawashtua unawaamsha kwamba wamegundulika. Peleka kwenye eneo sahihi eh, peleka kwenye eneo sahihi. Usione afu kakaa kimya tu. Ukiona afu kakaa kimya tu umesababisha, ume, ume, umetengeneza urafiki na anayechukua haki yako. Peleka ili, ili jambo hilo liweze kuchukuliwa sheria iliweze kuchukuliwa sheria iliweze kuchukuliwa hatua, peleka ili liweze kuchukuliwa hatua. Na bahati nzuri kwa mfumo mmeenea kote Iji, kwa jinsi ulivyoelezea pale kote kote wapo kote kote taasisi yetu hii imefika, hii, hii, hii. wapo eh. na hivi ya, pale hamna watu wana hamna wageni wanaokuja tu kupiga story kwa privacy italindwa, nenda tu Mtanzania, nenda, privacy yako inalindwa eh. Nenda, nenda fikisha taarifa hiyo, hili jambo lako liweze kufanywa kazi nenda ili jambo lako liweze kufanywa kazi. Baada ya kuyasema haya sasa, kwa niaba ya mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatamka kuwa mkutano mkuu wa mwaka 2025 wa viongozi wa TAKUKURU umefunguliwa rasmi. Asanteni. Na mwishoni, si kwa umwimu, ni wapongeze sana kwaya. Nisema, nitasema pale mwishoni niwapongeze sana kwaya. Ndio maana Mheshimiwa Waziri huwa hana stress, kama una kwaya hii na una kwaya ya utumishi. Mimi nilikuwa nawajua ile kwaya ya utumishi, tukumbe na, kumbe wana hivi ah, ibe, haiwezi moja ikatoka ika ikaja ofisini kwangu.